Uhali gani, Mtanzania, uhali gani producer, popote pale ulipo. Usikia hapo sauti hii basi jua ni sauti ya mwamba, Zekila mwenyewe. Na leo nimekuja kumalizia lile zoezi letu la mastering. Tulifanya mixing, tukaona namna ya kufanya mixing, na sasa hivi nimekuja tufanye mastering. Nimesave kile kinyimbo chetu kwa sababu mashine yangu ikibeba mzigo mzito ina ganda ganda na nini. Nimekuja kukitopia hapa ili tukifanyia mastering hapa hapa. Hizi wevu zinatakiwa ziwe kubwa zijae mpajae, yani pajae pajae pajae. Sasa yako kwako ni kutumbua macho, kutega sikio lako, kufungua moyo wako, alafu zile kila nikujazie madude. Tunawaz, yani tunawasha hadi tunalala. Picha linaendelea tu. <laughs> Kudadeki, twende moja kwa moja tusikilize voko yetu ili tukumbuke tuliishia wapi, afu tuendelee kufanya mastering. Nimependwa na katoto kadogo kadogo. Wewe, Nimemalizwa na katoto kama mama mdogo. Wewe, nimempenda na katoto kadogo. Kadogo. Wewe, nimemalizwa na katoto kama mama mdogo. Siku nzima. Nadhani tuliokuwa pamoja mwanzo tuliona video ya kwanza jinsi ya kufanya mixing na nini na kubalance, tulibalance tukiweka kila kitu kikawa fresh. Sasa wakati huu tunakwenda kufanya mastering. Faster, faster tusipoteze mda, lakini kama bado hujafanya swala kusubscribe, fanya swala kusubscribe, kusubscribe, comment kitu chochote hapa ambacho unataka kujifunza, zikira nimesema nitafanya kwa upendo kabisa, na usisahau ku like, ni jambo kubwa sana ambalo linatutia moyo. Ukitaka kufanya mastering, kabla sijaanza kufanya mastering, huwa napenda kwanza kutoa maelezo kidogo ili mtu anielewe, aelewe anakoenda, aelewe anakotoka. Ni kwamba utakapofanya mastering nyimbo yako inatakiwa icheze hapa dB sifuri hapa hapa, yani apa kwenye sifuri hapa ndio inatakiwa nyimbo yako icheze. Sasa hivi hebu jiangalia ambapo inacheza. Na na kingine kabla hujafanya mastering, hakikisha mziki wako hauvuki hapa sita, yani hii sta haivukwi. Ni heri ucheze kumi na mbili hapa, ni ucheze kwenye duara la kumi na mbili tu hapa. Ukifika huko sita umeshaanza kujitafutia matatizo, ni kwamba utafanya mastering na mastering yako itakuja ikuletea vitu ambavyo wewe mwenyewe utachoka. Kwa hiyo muziki wako unatakiwa ufike hapa tu, yani ukomea hapa kwenye hii duara ya kumi na mbili. Muziki wako unatakiwa ucheze hapa kama wa Kongo hapa cheki. Moya wewe nimependwa na katoto kando Unaona, kwa hiyo hii nafasi ambayo imebakia huko juu ndio ambayo tunaifanyia mastering sasa. Aya, twende kazi, tuanze. Sijui kasema, ana maneno mengi. Anaongea sana. Utadhani, utadhani na tafasiri movie jamani. Ni hatari. Kitu cha msingi hapa cha kwanza, tuchukue chukua compressor SSL ya pa compressor. Njoo hapa kwenye mastering, chukua hii hapa mastering. Alafu cheza na hii threshold. Hakikisha hapa huu uh, uh, uh, mshale hauvuki nne, yani ucheze hapa kati kutafuta msawazisho wa sauti yako. Kuna vitu ambavyo waga tunavifanya yani vinakuwa ni vimepishana kwa hiyo hapa tunatafuta msawazisho. Ah, tusikilize tutafute huo msawazisho sasa Si unasikia sasa wewe mwenyewe ni kwamba ni hata kama alukirukeje yani alukeruke alukeruke alukeruke alukeruke hawezi kuvuka nne. Hapo tunakuwa tumeweka msawazisho kabisa. Chukua sasa haka, tafuta vitu ambavyo vinachomachoma na vilivyozidi vipunguze kila kitu sio kwamba eti kila plug unaweka ni kuongeza tu. Alafu usitake kila plug ibadilishe sana. Plug inabadilisha kidogo tu vingine uweze hata ukavisikia. Aya, tutafute sasa hivyo vya mchomo chomo tu vitoe. Tuko fasta sana kuliko sisi. Hatuna mabando. Nimepenwa na katoto kando kadogo Oyoye, nimemalizwa na katoto kama mdogo Oyoye, nimependwa na katoto kadogo Nimepunguza punguza huku nikapunguza na huku, kulingana na biti langu. Ndivyo nilisikia makinasikia, chiki imezidi na bezi, ndio maana huku nimeshusha shusha kidogo, nimeshusha nikapandisha hai kidogo. Kwa hiyo oh, kitu kika sound kama hivi we, na ka... Paka hapo bado hatuja boost sauti yetu, ukiangalia huko mshale wetu bado kule nacheza kulekule, yaani hatuja boost sauti yetu bado, hatujataka ipande. Tunaendelea kitu kingine hapa, kitu kingine hapa ambacho unaweza ukatumia, unaweza ukafanya sa mziki wako uchanue mziki wako uchanue sasa, ukatumia tu ihenzo iza hapa hapa, yep, kisha chanua kidogo tu, usichanue sana, kwa sababu inakuwa inazidi tena. Hapo tu inatosha, nimependwa na katoto kadogo kadogo, hapo tu inatosha tu. Tunaendelea kuchana mawimbi, ni namna ya kufanya mastering hapa. Tunafanya mastering atu mix nafanya mastering, tunaendelea. Kitu kingine, chukua hiki pa, cha kwenye, kwenye hapa cha umwom kwenye Cubase hapa weka tu hapa alafu utoshe tosha hapo. Umetosha hapo, mambo sio mengi sana zeni sasa hapa ukishamaliza hapo, ukisha hapo. Njoo hapa chukua kitu kimoja pa kwenye compressor tena tunamalizia kuugua njoo hapa kwenye kompresa chukua yapa, mute band kompresa alafu ingia umdani, chukua chukua hapa chukua hiyo, alafu njoo cheza nayo sasa hapa nje. nimepenwa na katoto kando kadogo. We, nimemalizwa na katoto kadogo kama mdogo. Oye we, nimepenwa na katoto kado kadogo. Oye we, nimemaliza na katoto kama mamdogo. Siku hizi hata pita na post sita kifukulizo maswali. Sasa hii, hii inafanya ina, ina kazi nyingi sana. Hii hapa ni high, hii hapa midi, hii hapa na nye ni besi. Na hii hapa ni kiki. Kwa hiyo, hii inaweza inaweza ikachanua sauti yako na kuboost muziki, yani hapa tumeshaanza na kuboost muziki. Hebu kuja nilize niulize, uangalie huko kwenye mshale wetu, tukizima ukiwasha. Yaani, kuna kitu kimevutwa kuna kitu fulani ambacho kimevutwa. Sasa ukishatumia hiyo kitu, cha mwisho kabisa hapa, cha mwisho kabisa tumia hii hapa, limita hii njo hapa kwenye threshold deal. Sasa na hapa na, na, na, na mziki wako ujae, twende kazi, tuone. nimependwa na katoto kando kadogo nimemalizwa na katoto kama ma mdogo nimepenwa na katoto kama ma mdogo siku hizi atapita naakiwe mwenye. Unaona, tumetumia hii limita, tumeweka sita imefika kabisa kwenye zero. Mziki unatakiwa uchezea pa zero, na unapofanya mastering hakikisha huku kwenye nanili yako pasi wake hii redi, yani ukiwa mziki unalia pasi wake redi. Oya we nimepenwa na katoto kando kadogo, oya we nimemalizwa na katoto kama mamdogo, yani iwe hapa kwenye sifuri na huku pasi wake redi. Pakiwaka redi, maanake balansi yako bado haijawa nzuri, rudi nenda ka balansi mixing yako, yani unakuwa bado hujatisha kwa hiyo hapa sasa hapa vitu vimesha tosha. Kilichobaki hapa ni balancing ya hivi vitu. Kwa hiyo unakuwa unasikiliza kwamba sauti labda imechoma, labda imefanyeje, unakuwa unasikiliza hapa unapunguza. Sio kwamba ukienda umeenda umemaliza, tafuta ni yani, kusolve tatizo. Yaani sikio lako litulize sana kwenye kusikiliza kuliko kwenye kujaza jaza maplug. Sikiliza sana. Hebu kaa tusikilize. Nimependwa na katoto kando kadogo. Wewe

Mpaka hapo nadhani sina la ziada, nimekuelekeza nimetumia plug zangu zapa moja mbili tatu nne tano sita. Fanya mastering na unakuwa umeticha underground, unayeanza kujifunza we mwenye mic ndogo kama hii mic tumetumia BM mia nane pamoja na sound card yake. Kwa hiyo koma tu utafika mbali, utafika huko unakokutaka we naye uliyefika na kuombea Mungu, uzidi kuendelea mbele. Naitwa Bedi Zekila na hii hapa nijifunze mixing, na leo tulikuwa tunafanya mastering kama nilivyokuwa nimewapromise kwamba kitokea mtu mmoja ka comment kufanya mastering, nitafanya mastering. Na mimi nimeshafanya mastering na hizi wevu tayari zimeshajaa. Yani, hapa zilipo hazipo tena hivi. Ngoja tu save alafu tuilete sasa hii audio humu ambayo tumekuja kuisave tuone tuone hizo wevu ambazo ambazo zimejaa. Ngoja tu save alafu tuone sasa hizo wevu jinsi ambavyo zimejaa, haiwezi kaja kama hivi tena, haiwezi kaja kama hivyo tena, lazima ije imejaa kama unavyojionea. Dude ile hapo limeshajaa, alilingani na haka haka kanalia sauti ndogo sana ya mastering hapa, dude ile hapo. So kwa hiyo unaweza kuendelea kufanya kufanya kufanya na ku angalia plagi na plagi. Ni unafuatilia hivyo hivyo, endelea kunifuatilia, utapata vitu vingi. Karibu Bukoli unayetaka kufanya kazi, karibu producer unayetaka kufanya kazi, labda kupiga biti. Msanii wako kaimba biti, imekuchanganya huko, au kufanyiwa mixing, nitafute kwa namba 0755291047 napatikana wasapu, ukinipigia kwa kawaida napatikana. Bye, bye. Niwatakie siku njema.